Bismillahi rahmani rahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidi sallallahu alayhi wasalam. Wapendwa waheshimiwa waandishi, pamoja na wajumbe kutoka jumuiya na taasisi za Kiislamu Tanzania, tunakutana tena leo katika kipindi cha pili. Naita kipindi cha pili kwa sababu siku chache zilizopita tulikutana kama jumuiya na taasisi za Kiislamu katika viwanja vya makao makuu ya baraza kuu la Waislamu Tanzania, na tulitoa tamko la pamoja la jumuiya na taasisi za Kiislamu. Na katika ujumbe wetu uliopo katika tamko hilo, ilikuwa ni kuziomba na kuzitaka jumuiya na taasisi za kidini zisizo za Waislamu kufuatia taharuki iliyojitokeza tarehe 29 na siku zilizofuata baadaye taharuki ambayo ilisababisha mauaji, uharibifu wa mali ya umma, uharibifu wa mali za watu binafsi, lakini pia kuathirika kwa vitu na watu kwa namna tofauti. Tukasema wito huo ni kuzitaka jumuiya na taasisi za dini tukutane pamoja, ili tuweze kufanya tathmini ya pamoja na kuona kwa pamoja ambapo sote tunakuwa ni wawajibikaji, tunakwendaje na ujumbe wa pamoja kwenye serikali yetu, namna gani tutaweka hali hizi sawa sawa. Lakini kwa, kwa mstuko mkubwa kabisa tumeona baadhi ya jumuiya zetu na hasa kanisa Katoliki kupitia katibu wake bwana Kitime, naona wamekuja na ujumbe tofauti kabisa na vile ambavyo tulitarajia na kile ambacho tunaamini Uh, kitupeleki kwenda kupata ufumbuzi bali kinatupeleka katika hatari kubwa zaidi. Katika sura hiyo, kama jumuiya na taasisi ya Kiislamu tunalo neno la kusema leo, tungependa Bwana Kitime alisikie, kanisa Katoliki wasikie, na mwingine yoyote mwanadini asikie, na bado tukisisitiza, tunarudi pale kuwataka kama jumuiya na taasisi za dini aje tukae pamoja mezani tuone tunaelekeaje kuhusu waumini wetu na serikali yetu kuiweka sawa, ili kuepusha yote ambayo yalitokea na ambayo yanatokea, na pengine kukomesha mazito ambayo yanawahusu waumini wetu ambao ndio Tanzania kwa ujumla. Kwa fursa hii, namwachia bwana Rajab Katimba atupe taarifa inayotokana na tamko letu kama jumuiya na taasisi ya Islam ikiungia tamko tulilolitoa katika kipindi kilichopita. WanaRaja, kwa ndugu wa Tanzania na Waislamu wenzangu, kwa masikitiko makubwa leo tunalazimika kuzungumza kwa uwazi na kwa uwajibikaji wa, kuhusu mwenendo wa Padri Kitima hasa kauli zake alizotoa kupitia Jambo TV na matamko yake ya siku za nyuma ambazo zimeonyesha dhahiri dhamira ya kupandikiza chuki, kuhamasisha maandamano na kupuuza misingi ya utulivu inayolinda usalama wa taifa letu. Kauli zake za leo hazijasimama peke yake. Zinashabihiana kwa namna ya kushangaza na propaganda za watu kama Mange e, Kimambi na wengine, watu wanaofahamika wazi kwa kuhamasisha mgawanyiko, taharuki na chuki za kisiasa. Hawa wote wanafanana kwa lengo moja: kuwachochea vijana wawapeleke mitaani wakakabiliane na vyombo vya dola na baadaye kutumia vifo na majeraha yaliyopatikana kama mtaji wa kisiasa. Huu ni ushahidi wa wazi kwamba hawa hawawezi kuwa marafiki wa amani. Historia inayofichua mwelekeo wa kisiasa, ni muhimu wananchi wajue kwamba hotuba ya leo sio msimamo wa ghafla. Padri Kitime amekuwa akijipambanua kama mchikadau kwa siasa za upinzani kwa muda mrefu. Wapo wanaodai wazi kwamba hata alikuwa mmoja wa watu waliokuwa mstari wa mbele katika kampeni za Tundu Lisu huko nyuma. Wengine wanasema alitumia pesa za kanisa kumwezesha Lisu kushinda na alikuwa ndio meneja wa kampeni yake hii kwa kweli inaibua swali kuu. Je, tunashuhudia kiongozi wa kidini anayetumia joho la kanisa Katoliki kama kivuli cha kusukuma ajenda za kisiasa? Hilo ndio swali lazima tujiulize. Kama ndio sisi, Waislamu hatutakaa kimya. Huko nyuma mambo ya kuchanganya dini na siasa yalisha tokea na ikawa ni mzozo mkubwa. Hatuwezi kukaa kimya kwa hili. Je, lengo ni kuunda mtandao wa kulinda maslahi ya kikundi fulani? Hayo ndio maswali ya kujiuliza. Wananchi wanapaswa kujiuliza kwa kina, lengo la mfululizo wa matamko haya ni nini hasa? Nini ambacho kiko nyuma ya matamko haya? Je, ni juhudi za muda mrefu za kuweka watu wanaotoka kundi fulani la dini yao kwenye nafasi nyeti serikalini? Hili nalo ni swala lazima tujiulize, kwa sababu historia inaonyesha huko nyuma mambo yalikuwa nakwenda vipi. Tumeshuhudia mifano kama ya Dr. Adela Dusi Kilangi ambaye alikuwa padri kabla ya kuacha daraja na baadaye kuwa mwanasheria mkuu wa serikali, na tunajiuliza je huu ni mkakati wa muda mrefu wa kujenga nguvu za kimuundo zinazoegemea upande mmoja wa imani? Kwa sababu ziko imani tofauti katika nchi yetu watanzania na Waislamu wenzetu, inabidi sasa tuamke. Habari tena ya kulalalala, si wakati wake huo. Lazima tujue nyuma ya pazia kuna nini, na je, ndicho kinachoendelea sasa kumsukuma Rais Samia Suluhu Hassan ambaye anatoka katika jamii ya Kiislamu apigwe vita, ili badala yake waingizwe viongozi wanaotokana na kundi fulani la kidini kwa maslahi yao binafsi ya kisiasa au kibiashara, kwa sababu wanapozungumzia haya maandamano wanazungumzia kabisa kwamba lengo kuu ni kumtoa rais aliyechaguliwa ili waweze kuweka mambo yao wanayotaka katika dhahma kama hii, hatusikii makamu wa rais ambaye ni Mkatoliki akitajwa popote, licha ya kuwa kiongozi mkubwa wa chama na serikali katika kipindi cha hivi karibuni, na pia hatumsikii akikemea uvunjifu wa amani wala kuhamasisha amani na utulivu nchini. Je, ndio mwelekeo aliotumwa na Padri Kitime na viongozi wa Kikatoliki? Lazima tuwe na maswali ya kujiuliza, make yuko kimya tu. Jambo hili hatuwezi kulifanyia mzaha hata kidogo. Ni swala linalogusa usalama wa nchi, maisha yetu ya kila siku, lakini zaidi kesho yetu kama taifa inahusika. Namba tatu, kuhusu uchunguzi wa Oktoba 29 na kauli zake za kupinga utaratibu wa haki sote tunajua kuwa tume huru ya uchu, ya uchunguzi ya kile kilichotokea Oktoba 29 na siku chache baada yake ikiwemo vifo vya Watanzania imeshaanzishwa na tayari imeanza kazi. Leo tumesikia wenyewe mwenyekiti wa tume, jaji jaji mkuu mstaafu Othman Chande, akieleza hadidu za rejea, ikiwemo kutambua waliohusika, kuchunguza vifo na kupendekeza hatua stahiki ikiwemo kuwawajibisha waliohusika. Tume halali kabisa iliyoundwa, lakini cha kushangaza, Padri Kitima hataki utaratibu huu wa haki, hataki uchunguzi, hataki kusubiri ushahidi, hataki mchakato inalilahi wa tume ukamilike. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Anataka tufanye uamuzi wa hasira, papara, na usioambatana na ushahidi wa kanuni ya asili ya haki, yani rules of natural justice. Anataka kuadhibu kabla ya uchunguzi. Sasa hapo tena alipofika, maanake anatuingilia hata sisi, kwa sababu huwezi ukatoa haki kabla ya kuchungua. Anataka kuchochea taharuki, wakati kazi kuchunguza kuchukua hatua na kuleta uponyaji wa kitaifa ndio kwanza unaanza. Na swali kuu hapa sasa linakuja kwamba kwa nini hapendi utaratibu wa haki? Kuna nini nyuma ya pazia, anaficha nini? Na haraka yake ni ipi? Kwa sababu ukifanya haraka huwezi kujua ukweli. Athari za ujumbe wake kwa amani na uchumi Kile alichokifanya Padri Kitima ni hatari, si kwa siasa pekee, bali kwa uchumi mzima wa taifa letu, ajira kwa vijana wetu, na umoja wa kitaifa. Kauli zake zinachochea uvunjifu wa amani. Huo ndio ukweli wenyewe, si kuchochea tu uvunjifu wa, uvunjifu wa amani, lakini zinatia hofu kwa wananchi kwamba kuna nini nyuma, zinachafua taswira ya nchi yetu na nchi za nje kutuamini inakuwa sio rahisi tena, zinatishia vile vile utalii, moja ya nyenzo kuu za uchumi wa Tanzania, na zinahatarisha uwekezaji. Kwa hiyo moja kwa moja unaona kwamba hana nia nzuri, ni kuparaganya, kuhakikisha kwamba e, nchi haitawaliki. Wananchi wa kawaida, si yeye anayejificha kanisani na si wale wanaomtuma, ndio wana, watakaoumia. Hili halikubaliki. Kama uvunjifu wa amani utatokea, ni muhimu sana sana wachochezi na wao wakapata athari zinazofanana na, na kuzidi wanazopata Watanzania wengine wanaoumizwa na athari za uchochezi huo. Kwa hiyo tunajiuliza tena kwa kazi hii nzito ya kupandikiza chuki, hofu na kuua uchumi wetu, anafanya kazi kwa maslahi ya nani? Wito kwa Waislamu wote na kwa Watanzania kwa ujumla wanaoitakia mema nchi yetu. Watanzania, tunajua nchi hii imejengwa juu ya misingi ya amani, maridhiano, kuheshimiana kutanguliza maslahi ya taifa kabla ya jambo jingine lolote. Ndio maana uchochezi wa aina hii haukubaliki popote, na hakuna mtanzania anayetakia mema nchi hii anayeweza kukubaliana na uchochezi huu, awe mwislamu au asiwe mwislamu. Ndio maana tunapaswa kusimama kidete, watanzania tusimame kidete, waislamu tusimame kidete, bila woga lakini kwa uthabiti na kusema amani ya Tanzania si uwanja wa majaribio ya kisiasa kusukuma ajenda za maslahi binafsi.